Nazungumza na kanisa la leo, watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapenda na kuwachagua na kuwatwika majukumu mazito ya kusema kweli, ya kutenda haki, ya kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatawala. Lakini sasa pametokea na shida, pametokea na changamoto, hata watu wa Mungu wamekumbwa na dhoruba. Haya yote yanayotokea katika huduma Watu kukimbia nchi, watu kukimbia kondoo, watu kuondoka. Kila anayesema kweli, huyu amekuwa adui wa serikali, amekuwa adui wa watu. Wapo watu wanaosema ya kuwa ni sahihi kwao, lakini wacha niseme jambo hili, kila mtu ana vita yake, ni sawa, na sio kila wakati wa kukaa mahali pamoja ni sawa. Lakini katika hilo yako mambo mengi ambayo mtumishi wa Mungu Nabii Musa, mjumbe wa agano la mwisho, aliliambia kanisa kabla ya kwamba kanisa hili ambalo unalikuta sasa shetani ameliharibu sana. Hakuna hata madhabahu yenye nguvu ya watu wa Mungu hata ikafika mbinguni. Kwa hiyo katika hilo Mungu ameagiza vitu vifanyike. Mungu ana, ana anawataka watumishi wa Mungu mfanye mambo yafuatayo. Aliagiza mambo kadhaa ya kufanya, lakini hakuna hata mmoja aliyefanya. Baadaye likaja agizo lingine, watumishi wa Mungu wote, nchi hii mnayoishi Tanzania ni nchi teule, ni nchi ambayo Mungu anaitaka kwa matumizi yake ya kimungu. Hivyo hakikisheni ya kuwa mnafuata maelekezo ya Mungu sawasawa, sawa na mapenzi yake. Mungu alipoagiza kupitia mjumbe wake kusema kusema, wengi walinyamaza, na alipoagiza kunyamaza, wengi walisema. Kwa hiyo wengi yamewakuta ni kwa sababu ya kuto kuendana, ya kuto kutii kile ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo watu wasijifiche kwenye maandiko, watu wasijifiche kwenye sinario mbalimbali. Hao waliotii, hao yaliyowakuta katika hali ya kutii, ndio walipaswa kuwa hivyo. Nitatumia mifano miwili kutoka kwenye Biblia. Mfano wa kwanza ni wa, wa yule nabii kijana ambayo Mungu alimtuma akitoka pale Yuda kwenda Betheli ambako huko mfalme alikuwa Yeroboamu, yanapatikana e kwenye kitabu kile cha Falme wa kwanza sura ya kumi na tatu. Kijana huyo alipeleka ali, ali, ali ujumbe wa kuzaliwa mfalme ambaye atakuwa akiyatimiza mapenzi ya Mungu vizuri sana, mfalme Yosia. Alipopeleka ujumbe baada ya hapo, Mungu alimpa maagizo ya kwamba unapopeleka ujumbe hakikisha haurudi kwa njia ile ile, na kisha usile chochote wala kunywa chochote kwenye mji ule. Peleka ujumbe na urudi. Hayo ndio maagizo ya Mungu. Neno la Mungu likamjia kusema hivi. Kwa baada ya neno la Mungu kumjia, akaondoka akaenda Betheli, akakutana na Yeroboamu akivukiza uvumba, akamwambia hayo. Kwa hiyo alipomwambia hayo, Yeroboamu akakasirika, akamnyoshea mkono na wakati huo alishatoa ishara ya kuwa hayo nayozungumza atakuja mfalme kuja kuvunja vunja na kuharibu hivyo vyote. Ishara ni kuwa madhabahu itavunjika na majivu yaliyo hapa juu ya madhabahu yatamwagika. Kwa hiyo Yeroboamu, mfalme alikasirika, akamnyoshia kidole akaamuru akamatwe, lakini mkono ule ulionyosha e, alioonyosha kumwelekea yule mtu wa Mungu nabii kijana ulikatika muda huo huo. Baada ya kukatika yule mfalme akamwomba akasema, tafadhali na kusihi muombe Mungu wako anisamehe, mkono wangu upate kurejea. Mkono ule ukarejea. Ulivyorejea baada ya hapo, akarudi kama Mungu alivyomwelekeza, lakini baadaye akakutana na nabii mzee, yeye alimshawishi tofauti na Mungu alivyomwelekeza. Nisikilize vizuri yeye alishawishiwa tofauti na Mungu alivyoelekezwa. Kule kwa mfalme alimwambia hivi, maana mfalme alimjibu sawa sawa. Kitabu kile cha Falme wa kwanza sura ya kumi na tatu mstari wa nane. Mtu wa Mungu yule baada ya kutimiza kazi iliyomleta pale akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako sitaingia pamoja nawe wala sitakula chakula wala sitakunywa maji mahali hapa maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema usile chakula chochote, wala usinywe maji wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Kwa hiyo, Mungu anapokupa ujumbe anakupa na maelekezo, anakupa na utaratibu. Ndio maana katika nyakati hizi tulizo nazo, yuko mjumbe katika taifa hili ambalo yeye amepewa kupewa a, amepewa kutoa maelekezo. Maana sanduku la Agano lipo kwake. Kiti cha enzi cha Mungu kipo kwake. Amekalia mamlaka ya kujenga ikao la tatu, anayo amelionya. Kanisa mara kadhaa ya kwamba mbele ya mbele tunakoelekea ni mateso. Watu wa Mungu msiungane na hawa watu wa serikali, watu wa vyama, mkadhani wanawapenda. Hawa wanapenda kusikia maneno mazuri, wanapenda watabiliwe vitu vizuri, lakini matendo yao ni maovu mkaseme kweli kama Mikaya wako manabii wamenunuliwa kama mi, kama wale ambao Mikaya aliwapinga. Maana Mikaya yeye alizungumza ukweli. Walipita manabii mia nne wakamtabilia mfalme Ahabu kwamba utaenda kushinda, wakati hawakuona kushinda. Waliogopa, walikompromise na serikali, walikompromise na watu, walichukua pesa, walichukua hongo wakawa sio watumishi wa Mungu tena, lakini Mikaya akasema sioni kushinda katikati yako. Mfalme Ahabu akasema usimiona, huyu siku zote anitabiri mema. Akaamuru afungwe hata yeye atakaporudi salama. Mikaya akasema ukirudi salama, mimi sijatumwa na Mungu. Mwisho wa siku Ahabu alikufa kama Mikaya alivyosema. Sasa watu hawa hawapo na hii nchi ipo kwenye vita ya kuitoa kwenye miungu kimwili. Sasa vita hii kiroho ilishafanyika elfu mbili na ishirini na mbili, mjumbe wa agano Nabii Musa, alipopigana kwa nguvu ya Mungu kuing'oa misingi na majoka ya nchi hii ambayo ni rais wa awamu ya nne. Tume limezungumzwa ule mara kadhaa. Kwa hiyo vita hii sasa imekuja kimwili, watu waone, watu wamefunguliwa akili, sasa kila mtu anajua. Mungu akasema watu wanyamaze, mimi nipambane. Vita na wakati wa kusema ulipofika, akawaambia watu waseme. Wengi hawakusema, na waliosema wakadanganya, wengine wakasema tofauti, wengine wamecompromise na government, wamechukua vizawadi, wamechukua vipesa, wanafanya tu nabii, wamebadilisha badilisha nabii zile. Kwa hiyo unapokaidi maelekezo ya Mungu, utaratibu wa Mungu hautakuwa salama kwa hiyo sio kila changamoto anazopitia watumishi wa mungu ni zile zilizo halali katika huduma zao wengi ni kwa sababu ya ukaidi kwa hiyo huyu nabii kijana ameeleza vizuri hapo kwa mfalme ya kuwa nimeambiwa ni sile chochote lakini baada ya hapo utakuta alikutana na nabii mzee nabii ambaye alijua kabisa huyu ametumwa na mungu na ameambiwa asilale asile asinywe chochote akamrudisha akapanda punda akamfata, akamrudisha, akamwambia, bwana, hata mimi pia ni mtumishi wa Mungu. E, Mungu amesema na mimi ya kuwa u, u, ulale hapa, ule, upumzike, kazi umeshamaliza tayari. Naye akamsikiliza, hakulitii lile neno la kuwa Mungu amesema kwa neno lake ya kuwa usile, usilale wala usirudi kwa njia ile ile, lakini alisahau, alikaidi aliporudi alipokula alipopumzika akapewa punda aende, akaamuriwa akaamuru apite njia ile ile. Mwisho wake ukawa ni mauti, mwisho wake ukawa ni kifo. Simba alimrarua mwili wake ukaangamia, akafa. Tazama nguvu alionayo, Mungu alikuwa pamoja naye sana. Alisema kwa nguvu, alisema kwa, kwa mamlaka ya Mungu, Yosia mfalme atazaliwa na mfalme alipokaidi alipotaka kumdhuru, mkono wake ulikatika. Nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yake, lakini kitendo cha kutokufuata kile Mungu alichokisema kilimfanya afe. Ndio hayo ambayo wengi anawakuta. Kwa hiyo hatuzungumzi haya kwa kumuonea yoyote au kwa kusema kwamba sio mtumishi wa Mungu, kwamba yako matatizo watu wanayapitia kwa kuacha maagizo ya Mungu. Tambueni ya kuwa sauti ya Mungu ipo chini ya mjumbe wa Mungu Nabii Musa, madhabahu ya kanisa haipo. Na kuna wakati aliwaambia kanisa, sasa Mungu ameliweka liko mahali kanisa hili ambalo la madhabahu hii aliopo, nabii kasema, likibomolewa kanisa litapitia shida kubwa na kwa ukaidi wa kila jambo ambalo Mungu anaagiza watu wa Mungu kulifanya wamekataa. Yesu akasema achilie kibali cha Shetani kulitesa kanisa langu, isipokuwa wale watakao kusikia. Yote haya yamezungumzwa, lakini hakuna aliyefuata. Kwa hiyo haya mnayopitia haya yanayotokea ni kwa sababu ya kukaidi, ya kukataa, kama ya mfalme kijana. Ndivyo yalivyo kwa wengi leo. Kondoo wa Mungu wameachwa, watu wa Mungu wameachwa, wamejificha wamekimbia wamekimbia. Lakini tuutazame mfano mwingine wa mtu aliyefuata mapenzi ya Mungu na akajificha na akawa salama. Kwa hiyo huyu nabii kijana hakufuata maelekezo ya Mungu, ingawaji alikuwa na nguvu za Mungu, alikuwa na uwezo wa Mungu, lakini maagizo hakuyafata. Sasa hapa leo Mungu anasema kupitia mjumbe wake. Watu hawafati hawasikii, wanaenda kwa akili zao. Tukimtazama nabii Eliya, yeye alimwambia Ahabu, alipambana na Ahabu, kama wewe ulivyopewa maono leo, kama wewe ulivyopewa ndoto ya kumwambia kwamba mfalme huyu aliyopo sasa, Yezebeli afai, Mungu hajampa kibali, kama anavyozungumza nabii Musa, ya kwamba nchi hii ni ya Mungu sasa tangu miaka yote majoka ndo ametawala. Wengi mnawakuta binadamu wamevaa miili ya binadamu, lakini ndani ni majini, ni mapepo yamekaa kwenye nafasi za juu. Kwa hiyo Mungu anawafunulia watu kusema, wengine wameogopa, wamechukua pesa, wengine wanapunguza punguza makali ya jumbe zile wakati Mungu anasema waseme, wamekaa kimya wakati Mungu anasema wakae kimya, wanasema wakati Mungu anasema waseme kile walichokiona, wanapunguza punguza kwa faida ya viewers au kwa faida ya mali na sadaka kuonekana kwamba wanasema sana na Mungu. Kinachofuata ni nini? Mungu atafuti umaarufu wako, wala hana shida ya umaarufu. Anataka kazi yake anayokupa ukaifanye kwa uaminifu. Kwa tunamkuta Elia hapa, nabii ambaye alimfata Ahabu live hivi, hapakuwa na YouTube wala hapakuwa hapa na mtandao kama hivi, kwamba ataiweka mtandaoni huyo kiongozi ataiona mwenyewe, alimfata akamwambia uovu wake. Kwa hiyo baada ya hapo akakaa kusubiri Mungu atasema nini, hakuogopa mpaka Mungu aliposema na yeye. Wafalme wa Kwanza kumi na saba tatu neno la Bwana likamjia Eliya kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha, cha Kerifi kinachokabili Yordani. Ona sasa, kwa hiyo unajificha kwa maelekezo ya Mungu, unaondoka kwa maelekezo ya Mungu. Ndani ya maelekezo ya Mungu kuna solution, ndani ya maelekezo ya Mungu kuna ushindi, ndani ya maelekezo ya Mungu kuna baraka. Wengi wataona ni moto, utaona kutokuwezekana kuwezekana, lakini kwa Mungu kuna njia, kuna solution. Tofauti na huyu kijana huyu nabii kijana ambaye aliambiwa asirudi kwa njia hii akarudi, akafa. Sema maono haya, unapunguza utakufa. Saa hizi tulia, kaa kimya, Mungu apambane vita. Unataka kuongea? Utakufa, utapata matatizo, kwa sababu unaingia kwenye vita ambayo sio lazima kuingia. Kwa hiyo, wapo wanaoteseka, wapo wanaopitia haya si pasipo na ulazima kwa sababu ya kutokufuata maelekezo. Kwa sababu ya kuto kuisikia ile sauti ya Mungu, haya yameanza kuzungumzwa na mjumbe tangu mwaka jana, mwaka juzi, kulionya kanisa juu ya hatari iliyo mbele yake. Na mwaka huu Mungu alipotoa kibali cha kanisa kuteswa, taarifa ilitoka kanisa lipo wakati mgumu, linakwenda kwenye matatizo, fuateni Mungu anachosema. Na hivi karibuni, siku mbili kama somo moja limepita, Ametoa ujumbe tena. Watumishi wa Mungu mnaokimbia na kuondoka nchi hii, mtafuteni, mwendeeni, ilipaswa mfanye jambo kwa pamoja. Kombozi amekuja, sauti ya Mungu imekuja, watu wanatengeneza bifu nayo. Baada ya baada ya kuuliza Mungu anasema nini, baadhi ya watumishi wa Mungu wanaungana na waovu kuhakikisha nabii anatekwa. Amefuatwa na, na zaidi ya wa watekaji mia tano wakitumwa na serikali hii ya Yezebeli iliyoko madarakani sasa, akisaidiwa na yule mwenzake wa Msoga, joka aliyesemwa sana kwenye kitabu cha Ufunuo. Haya yote yamefunuliwa na nani? Kabla ya hapo ni nani aliyewahi kusema kwa wazi ya kuwa Jakaya Mlisho Kikwete ni, ni, ni joka? Ni nani na ndo kikwazo cha nchi hii? Ni nani na ndo ukuta wa Yeriko? Akasema piga kelele, sema kile Mungu ana anachokuambia useme. Unaposema, manake ukuta utaanguka, utavunjika, kanisa litasonga, litakwenda mbele. Umepunguza Mungu alichokwambia, unataka upate ni nini? Kwa hiyo maelekezo haya Mungu ameyatoa, sasa watu wanafanya tofauti, mpaka Mungu akasema, kibali kiondolewe, acha wateswe, waone ukuu wangu. Kwa hiyo Elia hakutoka alimfata Ahabu ikulu, akamwambia maovu yake, akasubiri Bwana aseme. Bwana akamwambia sasa, ondoka nenda kajifiche, na huku nitatuma kunguru akuletea mkate na utakunywa maji ya hapo. Lakini haikutosha, maana Mungu anapokuambia uende anakuwa ameshaandaa mazingira na unakuwa ndani ya baraka zake. Lakini pale kwenye kijito alipokaa maji yaliisha, yalikauka, hakuondoka. Elia hakuondoka mpaka neno la Mungu lilipokuja tena kusema ondoka nenda Serapta, kuna mwanamke kule mjane utakaa kwake. Kwa hiyo kila kitu kinaenda kwa maelekezo. Sasa, kwa sababu ulishapunguza, ulisha hata ujumbe wenyewe alikuambia useme moja, mbili, tatu, ukaogopa kusema kwa sababu eh, kwa mawazo ya kibinadamu kwamba utapitia misukosuko mingi, ukacompromise, ukapokea vizawadi. Kwa hiyo huwezi tena, umekuwa si mwaminifu tena kwa Mungu hapo lazima uogope, hapo lazima uone hakuna njia, hakuna namna, kwa maana umeshakula vya kwao. Kuna wakati unatamani kusema ukweli, kuna wakati unasema hii ngoja niache, unachambua cha kusema huwezi. Un... kuwa muaminifu kwa Mungu ukiwa katika hatua hiyo, ni basi. Kwa hiyo tambueni, kuwa nchi hii ipo chini ya mamlaka ya Mungu, sasa hivi tunavyozungumza, chini ya mjumbe wa agano, nabii Musa ambayo amesoma kwenye, kwenye chuo cha Biblia cha mbinguni na amekwenda huko, amepelekwa na Bwana zaidi ya mara tisini. Sio kwenye theology hizi, sio kwenye vyuo hivi vya kawaida ambavyo hata pia mifumo ya kuzimu inafundishwa. Ni chuo cha Biblia cha mbinguni ambacho Yesu mwenyewe ndiye mwalimu, naye amempa kushinda katika wote waliosoma. Mshindi ni huyu nabii Musa ambaye tunayo katika nchi hii ya Agano Tanzania, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha ufunuo sura ya pili msali wa ishirini na sita mpaka ishirini na nane na yeye ashindaye nitampa kuketi kwenye kiti cha enzi cha mungu ndivyo alivyo leo amekaa kwenye kiti cha enzi cha mungu kwa hiyo ni sauti ya mungu kanisa lisikie watu wasikio mnadharau so yanayowapata ni kwa sababu ya kutokusikia haya mungu anakwenda kukamilisha yote aliyoyakusudia katika nchi hii Sijui mtarudi kwa namna gani, sijui mtarudi kwa kwa, kwa upande gani? Maana ameitwa mara kadhaa, amekataa, kama wengi walivyoitwa kuwa watawala wa nchi wakakataa. Sasa ataenda mwenyewe, atakwenda mwenyewe kukaa mahali pale. Ndio maana kwa huruma, jua watu wa Mungu wana huruma, ametoa tena ujumbe juzi ya kuwa mnaokimbia njoni, njoni, mnapokuwa karibu na nabii maana yake yeye ndo amepewa maelekezo, anawaambia fanyeni moja mbili tatu. Tumeambiwa tujenge hekalu la tatu la Kristo, halijajengwa mpaka sasa. Kwa hiyo maana yake kanisa halina madhabahu. Unapambanaje vita huna madhabahu? Sasa iko namna Mungu amesema ifanyike. Sasa watu wanainua vita baada ya kuisikia sauti ya Mungu. Watu wote wanajenga nyumba moja, lakini wanagombania fito. Ni wazi kuwa wana ajenda nyingine. Kwa hiyo kwa kusema hayo, niwaambie wazi ya kuwa sio vita hivi vyote wanavyopitia hawa watu wamestahili kuvipitia. Wengine wanapitia vita hivyo ni kama yule nabii kijana aliyegeuka maelekezo ya Mungu akayaendea maelekezo ya mtu mwingine. Ni kama wale manabii ambao Mikaya aliwapinga, walikuwa mia nne wote, wanasema utashinda, utashinda, utashinda, yeye peke yake akasema hutashinda, Sioni ushindi mbele yako. Hawa watu Mungu anawataka mmegeuka. Watu wa Mungu, mioyo yenu inajua na kushuhudia mnayoyafanya. Mali za dunia hii zisiwalewesha kiasi hicho. Anasa za dunia hii na mali kwa ajili ya watoto wenu na vingine visiwafanye mkaacha ujumbe Mungu anaowapa. Mungu aliyeumba kila kitu anakupa ujumbe unaopunguza, anakupa ujumbe useme una, una Unatazama tu watu watautazamaje? Yule kiongozi atanionaje onaje? Unajali uzima wako. Yeye atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Na yeye anataka kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Bwana, ataiokoa. Hii ni kusema kuwa ziko au iko misukosuko ambayo watu wa Mungu wanapitia. Hiyo ndani ya maagizo ya Mungu inakuwa sio shida. Kwa sababu Mungu anaweka solution katika kila tatizo, lakini haya ambayo watu wamejizolea wenyewe ni kwa sababu ya ukaidi wao, ni kwa sababu ya namna ambazo wamejaribu kuzitumia kwa hekima ya kibinadamu. Mungu awabariki sana. Jueni ya kuwa nchi hii ya Tanzania, nchi teule, nchi takatifu, nchi ambayo Mungu anakwenda kusimamisha mapenzi yake. Hakuna atakayekaa kwenye kiti kile bila kibali cha mtumishi wa Mungu Nabii Musa. Hawa ambao wanapambana sasa ni kama wanatwanga maji kwenye kinu, hawatakaa kwa amani. Nusu milingoti zinakuja nyingi, hata wenyewe watatoka waseme, Bwana tumeshindwa, kweli hii ni nchi ya Bwana, chukueni nchi yenu. Yako mengi lakini mjumbe wa Mungu umemweka mbali, atawaambiaje? Mungu awabariki.